Mwanafunzi, leo tunaangazia tarihi au visakale katika fasihi simulizi, na pia maswali mengine ya kudurusu katika fasihi simulizi. Na tarihi au kisakale ni hadithi fupi zinazosimulia matukio ya maalum ya kihistoria. Matukio haya yanaweza kuwa ya kweli au ya kubuni. Tarihi au visakale huhusu historia ya wafalme, koo za utawala kumbukumbu za kutokea kwa koo fulani, magonjwa, vita, njaa na kadhalika. Hivyo basi, mhusika wake mara nyingi huwa ni binadamu ambao hupewa uwezo mkubwa au mdogo mno, kulingana na matukio yanayosimuliwa. Dhima ya tarihi ni kuikumbusha au kuitahadharisha jamii juu ya tukio fulani, ili lienziwe au likomeshwe. Tuko na mfano wa tarihi. Awali kabisa aliyejenga kisaki cha Jambi Moto aliyekuwa sultani mkubwa. Kazi ya sultani huyu ilikuwa ni kulima mtama na mpunga pamoja na kuwinda dovu huku akiuza pembe za dovu hao. Wakati wa utawala wake, Jambi Moto alipigana na Wayuni ambao hatimaye waliishia kuondoka. Baada ya muda ya Mimoto naye alifariki na utawala ukatwaliwa na ndugu yake aliyejulikana kama Mwinyi Mgeni. Kazi ya Mwinyi Mgeni ilikuwa ni kulima mpunga, mtama, mahindi na ufuta. Katika utawala wake, Mwinyi Mgeni alipigana pia na sul, eh, pia na sultani aliyejulikana kama Makobe. Baada ya kufa kwa sultani huyu, mwanaye aliyejulikana kama Abdala naye alichukua uongozi wa makao makuu ya ufalme huo. Kazi yake vile vile ilikuwa ni kulima mpunga, mtama, mahindi na ufuta. Alikuwa pia na mazoea ya kwenda porini kuinda ndovu kwa ajili ya pembe zake. Haya, tunaona katika hii tarihi tunaelezwa kuhusu koo au wafalme fulani katika pahali ambapo panaitwa Kisaki na tunaona kwamba tulianza na sultan ambaye alikuwa anaitwa Jamitombo. Kisha kutoka kwa Jamitombo aha, tukaona jinsi alivyopigana na Wayuni eh, baadaye alipofariki jinsi ambavyo utawala wake ulitwaliwa kwa jamaa yake ambaye alikuwa anaitwa Mwinyi Mgeni. Kisha hivyo baada ya Mwinyi Mgeni, tunaona kwamba wanaye Abdalla ndiye alichukua hatamu za uongozi huo. Haya, tukiangalia sifa za tarihi, ni kuona kwamba matukio yamepangwa kiwakati. Kwa mfano utawala wa sultani mkubwa kisha wa Mwinyi Mgeni na hatimaye wa Abdala huwa na msuko sahili ambao unafasirika kwa urahisi. Pia kuna matumizi ya mwanzo maalum unaohusu asili, ujenzi na matukio ya jamii fulani. Pia tunaona kwamba tarihi imesheheni matumizi ya mifano mahususi na majina yanaweza kuthibitika, hivyo kuwosema kwamba hii tarihi ni ya kweli. A pia hutumia mbinu za kimuundo kwa wingi kwa mfano masimulizi ya kisengere nyuma na urejelezi pia hutumia wakati uliopita usiokuwa na mipaka wala haiwezi kufasirika au kupimika. Pia tunaona kwamba husimulia kuhusu familia za kifalme kwa mfano Mwinyi Mgeni. Pia tunaona kwamba tarihi huwasilishwa kimaandishi na huchukua mtindo wa kinadhari kama inavyojitokeza kwenye kifungu hiki, na huwa fupi, imezungumzia tu falme tatu pekee kwa mfuatano fulani. Bainisha sababu za kutumia mbinu zifuatazo wakati wa uwasilishaji wa kazi za fasihi simulizi. Kuna utunduizi, lahani na masolugha. Haya, tuanze na utunduizi. Utunduizi ni usimulizi hakiki, na ni hatua ya msimulizi kutoa habari kuhusu hadithi anayoisimulia. Hufanywa kwa sababu zifuatazo: kutoa muhtasari wa matukio kwenye hadithi, pia hufanya hadhira kuwa na mwao kuhusu mtazamo wa fanani kuhusu kazi ya fasihi humsawiri fanani kama anayefahamu kazi yake vyema na kumfanya kuaminiwa na hadhira yake pia huchochea fikra ya hadhira kuhusu kinachowasilishwa huifanya hadhira kujenga tafkira kuhusu mchakato mzima wa utambaji na kitambwacho. Pia humwezesha fanani kufaragua kazi yake kwa kutegemea hadhira husika. Pia humpa fanani muda wa kufikiri kabla ya kuendeleza uwasilishaji. Pia hutumiwa kuvuta makini ya hadhira, na mwisho hupamba kazi ya fasihi na kuitia ladha, hivyo inakuwa na mvuto wa aina yake. Hivyo basi ni, tumesema utunduizi, hatua ya msimulizi kutoa habari kuhusu hadithi anayoisimulia. Uh, pia tuna lahani na ni sauti fulani ya ala ya mziki ama wimbo, na hutumiwa kwa sababu zifuatazo: kwanza ni kushirikisha hadhira, kusisimua hadhira kuondoa ukinyafu wakati wa utambaji. Pia kuna kuteka makini ya hadhira hasa kwa mtambaji anayefuata mwenzake. Pia kuna kuwasilisha mafunzo maadili kimtahas, ya kimtasari hasa yanayotokea kwenye kazi ya fasihi. Pia kuna kutenganisha matukio katika hadithi, ni njia kuburudisha hadhira, hutumiwa kupunguzia haditha, hadithira wemeo hasa iwapo kazi hiyo ina taadhira. Pia hutumika kufikirisha hadhira na ni njia ya kushirikisha hadhira katika uwasilishaji. Sasa ifikapo kwenye sehemu ya pambio, na hutumiwa kuficha au kupitisha ujumbe wa siri wakati wa uwasilishaji. Tuna masolugha, na ni ishara na hisia za mwasilishaji wa kazi fulani, hasa za uso na miondoko ya mwili. Kwanza tunaona masolugha hufanya kazi ya fasihi kuvutia kwa vile inahusu mazungumzo yaliyofumbatwa kwa maigizo viziada lugha na huvuta makini ya hadhira. Pili, hutumiwa kutia msisitizo wakati wa uwasilishaji wa kazi ya fasihi kwa mfano tia ishara ya mikono kujenga mazaji mwafaka ya uwasilishaji wa kazi ya fasihi kama vile huzuni, furaha na msisimko. Pia husaidia kupitisha ujumbe kwa wasiokuwa na uwezo wa kusikia, kwani watafuatilia na ishara za mwili. Uh, tunaeleza sababu nne za kuhifadhi nakala tepe ya kazi za fasihi simulizi katika mazingira ya shuleni mwako. Nakala tepe ni soft copy ama kazi yote ambayo imepigwa chapa, just type to work that has been saved on a computer, haijatolewa ama haijapigwa chapa, imehifadhiwa hali na nakala tepe huwa rahisi kutuma kutoka sehemu moja hadi nyingine, kwani inahusisha tu kubofya vitufe. Pia nakala tepe huchukua nafasi kidogo sana kuhifadhi data ikilinganishwa na makala halisi. Tunaona data iliyo katika nakala tepe huweza kuhifadhiwa kwa matumizi ya baadaye na hata kufukuliwa iwapo ili kudukuliwa na kupotea. Pia tunaona nakala tepe ya data inasaidia katika uhifadhi wa mazingira, kwani inapunguza karatasi na takataka. Data kwenye nakala tepe huweza kupatikana kwa urahisi wakati wote alipo mtu na kwa manufaa yoyote. Pia tunaona nakala tepe ya data uweza kufanywa ukarabati, marekebisho na hata mabadiliko ili yaambatane na data iliyoko sasa. Nakala tepe ya data huwa rahisi kufuata kwani kunahitaji tu jina la data unayohitaji na itapakuliwa. Pia tunaona nakala tepe ni rahisi kuzalisha kwani kurudufu hakuhitaji mchakato mrefu. Alafu mwisho, data iliyo katika nakala tepe mara nyingi wa kuaminika kwa vile ni nadra sana idukuliwe au ivurugike. Na kwa hayo, wanafunzi, shukrani sana. So please subscribe.